Mfika tuambiani tu ile ukweli, ukweli tu, mbele ya Mungu aliye juu mbinguni. Harusi za Watanzania mama wanajua shughuli, na harusi za Watanzania wanatoa hela, yaani harusi gani meshaenda, wakenya wakifanya hivi pesa wa, wa, wa, wa, wa. Wapi meshaiona Wakenya wakitoa hela wapi? Harusi gani tushaitoa hela? Yani tunatoa hela, yani hela. Siju kuna ya kuvaa vlili kuna ya, ya kuvaa ya kuva... yani kila harusi ya mtu ameenda na pesa nyumbani. Kenya jaribu dadangu utakufa maskini. Jaribu utakufa maskini. He! Hawatoe zawadi. Hawapeani hela. Wamekuja, tuna vitumbo vya kukula, tunae kizidi, watabeba mpaka chakula, watabeba mpaka maua, watabeba mpaka zile karatasi za we welcome you to our wedding. Waende we kuzieka kwao, yani Kenya ni hasara. So you expect harusi yako ikue kama ya Kenya na Tanzania tii. Tuambiane tu. The best weddings na kujanga za Watanzania na wa Nigeria. Dadangu tabakishwa na madeni. Dadangu, yani, mwisho utaona, ukiuza kini utauza paka macho, utauza paka ubongo, namalize. Wow, hela, hela tunaweka tuna tuna tuna pesa. Wapi ulisikia wapi dadangu? Hapa ni mkono glue. Mchango wenyewe tulikufanyia harusi ano tunapigana mangumi na mateka. Harusi je? Matanga yenyewe mpaka tuchange online ndio matanga target TV. Watanzania mtu akifa, anaenda wanatoa kesho yake mtu amezikwa. Celebrity wa Kenya kufi hapa, atamaliza wiki na ndo azikwe. Matanga yenyewe iko paka na visirani, paka na visoswadi. Tukubali Watanzania wametushinda na vingi. Siko matanga, siko wanasapotiana, wanapendana, wako